Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo Jumatatu, juma la 11 kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya sita aya ya kwanza hadi ya kumi na somo la Injili linatoka katika Injili ya Matayo sura ya tano aya thelathini na nane hadi arobaini na mbili Karibu tusikilize injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu lakini mtu akupigaye shavu la kuume mgeuzie na la pili, na mtu atakaye kukushitaki na kuitwaa kanzu yako mwachie na joho pia, na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja nenda naye mbili. Akuombaye mpe naye, atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Neno la Bwana. Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni tutafakari pamoja katika injili hii tuliyosikia hivi punde. Katika sehemu hii ya maandiko matakatifu siku hii ya leo, Yesu anatualika tuwe watu wa upendo, watu wa kutokulipiza kisasi, na pia kuwa watu wa kuvumilia au kuvumiliana. Yesu anatuonyesha ni kwa namna gani au ni jinsi gani ambavyo falsafa yetu ya kibinadamu ni tofauti na falsafa ya Kimungu. Yesu anafunua mwenendo wa tofauti au kinyume na falsafa ya kibinadamu au ya kidunia. Wapendo wa taifa la Mungu, upendo usio na masharti. Ndugu zangu, leo Yesu anatualika kuwa watu wa upendo ambao upendo usio kuwa na masharti, usio bagua, yaani tunaalikwa kumpenda adui yetu au adui zetu, kuwa na upendo si wa hisia, bali uamuzi wa kumtendea muovu kama Mungu anavyomtendea, kwani Mungu anatupenda sote bila kujali udhaifu tulio nao. Ndugu zangu, Yesu pia siku ya leo anatualika kuwa watu wa uvumilivu. Uvumilivu si udhaifu, bali ni nguvu ya kiroho uvumilivu sio kukaa kimya bali ni ushujaa wa kuchagua kushinda ubaya kwa wema rejea warumi sura ya kumi na mbili aya ya ishirini na moja maandiko matakatifu yanasema mtu akikulazimisha uende naye maili moja nenda naye maili mbili wapendwa taifa la mungu yesu leo anatualika kuwa watu wa kuvumiliana kwa kutambua kila mmoja wetu ana udhaifu na madhaifu fulani. Hivyo katika maisha yetu ya kila siku, tunapaswa kuwa na uvumilivu, hasa katika maisha ya familia, katika maisha ya ndoa na katika jumuiya zetu mbalimbali, jumuiya za kitawa na jumuiya zinginezo. Tunaalikwa siku ya leo kuwa na uvumilivu ili upendo uweze kuwepo kati yetu. Wapendwa taifa la Mungu tunaalikwa pia kutokuwa watu wa kulipiza kisasi. Kama Waswahili wanavyosema, adui yako muombee njaa, lakini Yesu siku ya leo anatualika na anatuomba adui yetu tusimwombee njaa. Yesu leo anatualika kutokuwa na mtazamo huo wa kidunia na anakataa falsafa hiyo, kama Mtakatifu Gaspari anavyotualika kwa kusema kuwa Yesu na awe upendo wa mioyo yetu. Kumbe Yesu anapokuwa katika maisha yetu, katika mioyo yetu, tunakuwa na upendo, tunakuwa na uvumilivu na tena tunakuwa sio watu wa kulipiza kisasi. Ndugu zangu, kulikuwa na mfalme mmoja ambaye alikuwa na wafanyakazi wengi sana, lakini mfalme huyo alikuwa akifuga mbwa wakali. Hivyo mfanyakazi mmoja ambaye alikuwa akitenda kosa alikuwa anamtupa katika hao mbwa ambao walikuwa na njaa kali. Hivyo mtu ambaye anatupwa katika shimo hilo lenye mbwa, wale mbwa kumtafuna. Basi siku moja mfanyakazi wake alitenda kosa, na mfanyakazi huyo alifanya kazi kwa zaidi ya miaka thelathini, na mfalme huyo alimpenda sana huyo mfanyakazi. Siku moja baada ya mfanyakazi kufanya kosa, mfalme alikasirika na kampa adhabu kwamba atamtupa katika shimo hilo lenye mbwa hao wakali. Yule mfanyakazi akamwambia mfalme, nimekubali adhabu hiyo, lakini ninaomba siku moja kama sio mbili, ili uweze kunipa adhabu hiyo. Basi baada ya mfalme kukubali kumpa siku hizo mbili, yule mfanyakazi katika hizo siku mbili alizopewa na mfalme aliamua kwenda kuwalisha mbwa kwa hizo siku mbili na siku ya tatu ilipofika, mfalme akamuru atupwe katika hilo shimo lenye mbwa wakali. Cha ajabu na kushangaza, wale mbwa hakuweza kumdhuru, bali walimshangilia kwa kumlamba, wakijua kwamba huyu ni rafiki yao, huwa aliwasaidia katika siku mbili kutupatia chakula. Kumbe basi, katika maisha yetu mfano huu ututafakarishe ni kwa jinsi gani thamani ya upendo una nafasi kubwa katika maisha yetu. Tunaweza tukawa tumeishi na wenzetu, marafiki zetu kwa miaka mingi, lakini pale ambapo anatukosea tunakuwa watu wa wa kuhukumu, tunakuwa watu wa kulipiza kisasi. Kumbe basi, mfano huu utaoneshe ni jinsi gani upendo una nafasi kubwa sana katika maisha yetu, una nafasi kubwa bila kujali ni muda gani ambao umeishi. Tumeona mbwa hawa waliishi kwa siku mbili na huyo mfanyakazi lakini walimpenda. Hivyo basi, ndugu zangu, katika hadithi hii itukumbushe kwamba upendo una thamani kubwa katika maisha yetu, tusiwe watu wa kulipiza kisasi, bali tuwe watu wa upendo. Basi ndugu zangu, tumombe Mungu atujalie kuwa watu wa upendo, ili tuweze kutambua udhaifu wa wenzetu na tuweze kuwa na uvumilivu na kutokuwa watu wa kulipiza kisasi pale ambapo tumetendewa kinyume na tupendavyo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliye kuletea tafakari hii ni mimi frateri Mark Dismas Ibede wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.